Tanzania inaungua, sio kwa moto wa propaganda bali kwa sauti za watu ambao hatimaye wameamua kusema ukweli bila uoga. Na leo hapa Mizuka Media tunakuletea kilio, hasira na maswali mazito kutoka kwa Watanzania wenyewe, maswali ambayo yanatikisa taifa na serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan. Je, yeah, Tanzania inaelekea wapi? Kwa nini sauti za wananchi zimeanza kupuuzwa? Na kwa nini sasa baadhi ya watu wanahisi kama serikali inajaribu kugeuza mgogoro wa kisiasa kuwa vita vya kidini? Leo tunakuonyesha video vidio tano nzito kutoka kwa viongozi upinzani, wanaharakati, watumishi wa dini hadi influencers wenye nguvu kwenye mtandao. Na ukifika mwisho wa video hii utaamua mwenyewe, je, yeah, Tanzania inaenda kwenye maridhiano au inasukumwa kwenye mgawanyiko mkubwa zaidi. Kwanza kabisa, tuanze na sauti ya mwanasiasa ambaye hakuwahi kuogopa kusema ukweli, ambaye ni makamu mwenyekiti wa CHADEMA John Heche. Heche ametoka wazi na kusema awaitambui kamati iliyoundwa na Rais Samia kuchunguza kilichotokea kwenye uchaguzi, sio kwa chuki, bali kwa sababu anaona hii kamati ni ya kupoteza muda na haina mamlaka wala, wala wa kuleta haki. Kulingana na Heche, anasema haki haiwezi kutolewa na wanaoshukiwa kuhusika kwenye ukiukaji wa haki za kibinadamu, na kauli yake imezua mjadala mzito Tanzania nzima. "Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA kinapenda kuutaarifu umma wa Watanzania na jumuiya ya kimataifa kwamba hatutambui tume ya uchunguzi iliyoteuliwa na ndugu Samia Suluhu Hassan aliyejisimika madarakani bila ridhaa ya wananchi na inayoongozwa na Jaji mstaafu Muhamed Chande Othman, akielekeza kuchunguza matukio ya uvunjifu wa amani yaliyotokea wakati eh, na baada ya uchaguzi ya kilichoitwa uchaguzi mkuu wa mwaka huu tarehe 29 Oktoba. Kwanza na la msingi zaidi ni msimamo wetu unaotokana na ukweli kwamba mteuzi wa tume hiyo hana uhalali wa kisiasa kisheria na kimaadili. Alijipachika urais kupitia mchakato usio huru, usio haki, usio wazi, usio kizi viwango vya msingi vya kidemokrasia. Tume ya aina hii ni chombo cha rais kinachofanya kazi kwa matakwa na maelekezo yake, na hata ripoti yake Rais ana mamlaka ya kuamua ichapishwe au isichapishwe, iwasilishwe hadharani au ifichwe. Kwa mantiki hiyo, si chombo huru na hakiwezi kutoa ukweli wala haki katika mazingira ambapo serikali ndiyo inayotuhumiwa, e, mtuhumiwa mkuu. CHADEMA inasistiza kwamba iundwe tume huru ya kimataifa yenye uwezo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 Lakini hasira haijaishia hapo tu. Video yetu ya pili inamshirikisha kijana mmoja wa Kitanzania aliyeamua kuuliza swali ambalo wengi wamekuwa kisita kulitamka hadharani, ya kwamba rais Samia, ni kigezo gani alitumia kumteua binti yake kuwa waziri wa elimu? Hiki ni kipande cha video ambacho kimechochea mjadala wa nepotism, watu wakisema kwa nini nafasi za wizara zinapeanwa kwa familia. Je, yeah, hii inajenga imani au inavunja? Rais amemteua mtoto wake Wanu hafidhi Amili kuwa naibu waziri wa elimu. Sasa hapa tulitakiwa sisi tumuulize rais ametumia vigezo gani kumteua mwanaye kuwa waziri wa elimu, kuwa naibu waziri wa elimu. Rais ametumia vigezo gani kumteua mtoto wake kuwa naibu waziri wa elimu? Je, ni kweli kwamba mtoto wake labda ni ni bora kuliko wale wabunge wote 380? Ni kweli kwamba mtoto wake ni msomi sana? Kwa sasa, tujiulize kwamba mtoto wake ana sifa gani za ziada yani? mpaka yapewe cheo cha unaibu waziri wa elimu. Hiyo swali la kwanza. Lakini swali la pili kama mnakumbuka, uh, wizara ya habari ina manaibu waziri wawili. Wizara ya elimu ina naibu waziri mmoja. Unaelewa maana yake? Maana yake ni kwamba wizara ya habari ni bora kuliko wizara ya elimu. Kwa sababu ukiona wizara ina manaibu waziri wawili, maana yake wizara hiyo ni nyeti na ina majukumu mengi. Sasa, je, ni kweli kwamba wizara ya habari ina majukumu mengi kuliko wizara ya elimu? Alafu video nyingine inamuhusisha mmoja wa vijana maarufu TikTok Tanzania. Namzungumzia Yuda Professor 1, anasema jambo ambalo limewashangaza wengi, ya kwamba waziri hatakiwi kuwa mbunge aliyechaguliwa na wananchi. Neno hili limeleta gumzo. Je, huu ni mwanya wa serikali kuongeza nguvu kwa sehemu fulani? Je, inaondoa uwakilishi kwa wananchi? Wewe unalionaje hili? Katiba mpya ambayo tunaiyetaka, waziri hatakiwi kuwa mbunge yaani waziri hatakiwi kuwa mbunge wa kuchaguliwa na wananchi au kuteuliwa waziri ni waziri anaingia bungeni yes lakini waziri anatakiwa kama aki, aki, mheshimiwa rais akileta jina akipendekeza majina majina yale wale mawaziri wapeleke CV zao bungeni alafu wafanywe, eh, eh, eh, im, wafanywe interview one by one na wabunge unaeleza uzoefu wako kila kitu, ndio unaenda kuwa waziri, unakuwa approved na bunge kuwa waziri kuwa waziri. Lakini hii mambo ya waziri anakuwa mbunge, watu wengine wanaenda kugombea ubunge, wanaambia watu watakuwa mawaziri au, au mtu ha, amekuwa waziri alafu anaanza kupiga kampeni za ubunge, amekuwa waziri alafu anawaza tena kuendelea kuwa mbunge. Kwa hiyo inakuwa ni fujo huko jimboni, tutakuwa na watu ambao hawajibiki. Kwa hiyo waziri atakikuwa mbunge waziri atakikuwa mbunge kabisa, lazima tuweke E, taasisi na watu ambao wanajitegemea, yani, ni independent. Hakuna mtu ambaye anahusiana na hivi na hivi na hivi, ili watu wawe huru kufanya kazi, watu wawe very professional, ndio tutakuwa na nchi ambayo iko kwenye line standard country kama nchi za Ulaya huko. Sasa turudi kwenye suala nyeti zaidi, mada ambayo inaumiza mioyo ya watu wengi. Mtumishi huyu wa dini ambaye ni Muislamu lakini anahubiri amani na haki, anasema serikali inajaribu kupindisha hoja, akisema tatizo siyo dini, tatizo ni haki. Mkitoa haki, amani itakuwepo, msitugombanishe kwa misingi ya kidini. Huu ni ujumbe mzito na wa kutafakari. Sasa, sasa hivi tupo katika maslahi ya nchi. Watanzania wanachotaka ni haki inayopatikana katika nchi yao. Waislamu na Wakristo wote ukiwasikia wanalipigia kelele jambo hili moja. Viongozi sasa wa dini wao ndio wanataka sasa kuja kuwagawa hawa Waislamu na Wakristo, wawaingize kwamba swala hili la kidini. Hawajui wanapotupelekea kwenye udini, wanatupelekea katika jambo baya, halina mfano, mimi ninavyoliona sasa. Kwa mfano leo simulizi, kitu kidogo kinaleta matatizo. Wakristo wanasema haki inatangulia, Waislamu wamekuja juu, baraza linasema amani inatangulia. Kitu cha kugombana hiki? Hapana, eh? Tuseme hivi, tuseme wanavyotaka wao. Haya, tuseme amani inatangulia, tuseme hivi hivi wanavyotaka wao, amani inatangulia, tukubaliane. Simulizi sio, tunazungumzia hivyo, tukubaliane, amani inatangulia. Tumekaa miaka mingapi Tanzania kwa amani? na hatimaye video yetu nyingine ni kutoka kwa mmoja wa icons wa mitandao ya kijamii Mange Kimambi au dada wa taifa. Mange anaonya Watanzania msikubali kudanganywa kwa misingi ya kidini, msikubali kupotoshwa. Anasema wazi ya kwamba hii siyo vita ya Kiislamu dhidi ya Ukristo. Hii ni sauti ya watu wanaotaka haki, uwazi na mabadiliko ya kweli. Lazima mtumiani kila sehemu. Sasa ni hivi, for the last week or two tumekuwa tukiona uh, vikundi vikundi vya uh, taasisi za Kiislamu au watu tu wanakuja wanasema wao ni mashehe, sijui wawapi wawapi, wamevaa sijui barakashia zao ni nini, alafu wanatangaza vita na Wakristo, wanatangaza vita za kidini wanatangaza wao watachinja waandamanaji sijui wao watafanya nini. Wanafanya press conference kabisa na vyombo vya habari na wanaongea maneno hayo. Cha kwanza kabisa, inabidi Watanzania hii situation tutumie akili za mwisho, yani tutumie akili zetu zote alizotupa Mungu, tutumie akili zetu zote alizotupa Mungu. Cha kwanza inabidi Watanzania mjiulize kwa nini serikali inaruhusu? Kwa nini jeshi la polisi linaruhusu watu kuja kuongea maneno ya hatari hivi kwenye press conference? Kwa nini watu wanatangaza vitu vya hatari hivi, tutachinja, tutaua, sijui tuta nini waandamanaji, sijui uh, uh, Wakristo hivi sijui teki hivi, kwa nini wanaruhusu vitu hivyo? Inabidi mjiulize kwa jinsi hichi ulivyo sasa hivi, kwa nini wanaruhusu hichi kitu? Jibu ni kwamba hii ndio strategy ya serikali batili, serikali haramu hii ndio strategy waliokuja nayo CCM ya kuweza kuwa, ya kuweza kupunguza upinzani wa wananchi kwao, wanawao distract wananchi wanawaondoeni kwenye upinzani wenu na serikali, wanawageuza mgombani wenyewe kwa wenyewe. Inabidi Watanzania ambao hamjasoma vitabu msome vitabu vya madikteta wengi. Uli, madikteta wengi duniani wanashikiliaga nchi wanashikiliaga power kwa kutengeneza adui ambao wananchi wanajikuta wako bize na yule adui, ndio sisihemu wanachotufanyia sasa hivi Watanzania. Sasa hivi tukishakuwa bize na mambo ya dini tukishakuwa bize, Samia kapona. Tukishaanza sasa hivi Waislamu wa Kristo sisi wenyewe kwa wenyewe, Samia kapona na ndio kitu ambacho Samia anajaribu sasa hivi kukifanya kwa nguvu zote. Ndio maana mnaona serikali imeruhusu awa watu kuja kuongea mambo ya hatari kwenye nchi kiasi hiki. Ndio maana unaona wanaruhusiwa wachukulia hatua, ni kwa sababu wamewekwa wamele wa ni kwa sababu wamewekwa wamepangwa kuja kuongea hivi na serikali haramu Samia na mtoto wake wamewapanga waje kufanya hivi ili wao wow, wa, waendelee kushikilia nchi. Sasa sisi kama Watanzania, what can we do kwenye hii situation? Sisi kama Watanzania tunaweza kufanya nini kwenye hii situation ambayo sasa hivi Samia na mtoto wake Abdul wanajaribu kutuingiza kwenye vita za kidini? Sasa watanzania Yaani hawa watu wanaichukia Tanzania kwa kiasi hiki? Yaani Samia anataka urais kwa kiasi hiki? Yuko tayari Tanzania iingie kwenye vita ya kidini kuliko yeye atoke. Sasa sisi tunafanya nini? Hiki ndo kitu ambacho tunaweza kufanya sisi Waislamu. Sisi Waislamu tunajijua, hatuna shida na Wakristo. Tanzania haijaikuwa nje ya kidini, hatujaikuwa na haya mambo haya mambo ya sasa hivi yanayoonekana yanaletwa na Samia kwa hiyo swali linabaki, je, yeah, hii ni vita ya kisiasa au kuna njama ya kugeuza mjadala wa haki kuwa vita vya kidini, au ni wananchi wamechoka na mifumo isiyowasikiliza? Takwimu ziko wazi kabisa ya kwamba Tanzania iko kwenye wakati mgumu, lakini sauti za wananchi ndizo zitaamua mustakabali wa taifa lao. Niachie maoni yako kwenye comment section, wewe unaamini nini? Je, yeah, kamati ya rais inaweza kuleta haki? Je, yeah, uteuzi wa familia serikalini ni halali? na je, yeah, Tanzania inaelekea kwenye mgogoro wa kidini au ni propaganda tu? e bwana mimi